Kwa majina ni Nabii Dan eh? Kwa majina ni Nabii Dan mwana nabii Yakobo miongoni na nyota kumi na mbili. Nini? <laughs> <Wuh>? ah, <lalububububu. laughs> Wewe? Wewe unausaidizi gani kwa hii Jerusalem? Jerusalem, mimi ni malaika wake mwana kondoo eh uh -huh. ambaye anatekeleza kasi katika mji mtakatifu. What? <laughs> Kulingana na kasi yake Baba Mungu sisi tuko pambari ku eh? Sisi tuko pambari kumenyana na kasi ya uh, mfalme wa kisa ah. Pamoja naye mwana kondoo. Ndiyo <laughs> <Habari. Zuri. tos> Unajua maana ya malaika? Mm. God have mercy upon us. Endelea, okay. Kujipanga malaika, narudi. Asante. Wewe um, unaitwa nani? Jina langu ni Nabii Yona Kwa hivyo we si malaika, we ni nabii? Ndio, malaika na nabii ni sawa, kwa maana yote ni kazi ya Baba Mungu. Kulingana na jina nabii, vile tunajua huko nje na kila kitu, na mtu mwenye amesoma, nabii ni mtu ambaye ana foretell, anajua kitu ambacho kitatendeka, huenda kesho ama kesho kutwa kwa uwezo wa Mungu, si kweli? Uh, kuna kitu ambayo wewe uko kwa nafasi ya kuona kitu ambacho kinaweza tendeka kesho. Ndivyo naweza kuona, kwa maana mbavu sana. Wewe ninapoingia mji mtakatifu, nami nikamulilia Baba Mungu, katika hiyo harakati ya kumulilia, ninapoenda nikilala kidogo, kuweka kichwa chini, naye ataniletea ufunuo, na huo ufunuo ninapouona ndaushika ninapoushika no, nikiingia hapa mji mtakatifu nami niingie kwa safina, ni tubu na niingie kule ndani. Safina ni nini? Safina ni nyumba ya toba <laughs> nyumba ya toba. Okay. Asante wewe <laughs> Jina langu ni Nabii Oweli. Nabii Oweli. Na. Yoana ama Yoeli? Yoeli Mkukote mawe. Tandika hapa. Yoeli. Okay, Umekuwa msaada upi kwa hii Jerusalem, Sebo? Ni Kupanya tukazi ya babu Mungu, oh.